Mfanyie wewe majirani yako, mfanyie wewe majirani yako. Kufanya hivyo ni sifa ya ukamilifu wa imani. Akhi Alhabib, kipengele hichi, migogoro mingapi inajitokeza jirani na jirani? Huyu anapita na huyu anapita, mpaka salamu hakuna. Kumekuwa na migogoro mingi ya ujirani kwa vihatua vichache tu vya kipande vya ardhi vipande kidogo lezi likachibwa hapo, mtu ameweka sura ya chuma. Hataki hata kumsalimia jirani kwa sababu ya mpaka, mpaka. Jirani ni mwachie nyumba nani kuwa sasa ni wakati mimi natoka jirani yangu yupo, akahisi saada ule utulivu tumanina tulqalb utulivu wa moyo, kuwa nimetoka jirani yupo nani, halaqatu alhamimiyya baina aljari, khalas mafi ule ndugu wa ujirani, kuwa sasa ni naye jirani inakuwa nadra. Mtume anatoa usia, anampatia Bahuraira, wa ahsin ila jari katakun mu'mina, alhabib ifal ma tastati'u min alkhair, fanya kiasi ulichojaliwa na Allah kinafungamana na wema likulli man jawarak, kwa kila ambaye ni jirani yako. Ifaal ma tastati'u min alkhair likulli man jawarak, uchukua usia na wewe kiasi utakachojaliwa fanya heri kwa kila ambaye ameamiliana na wewe kiujirani, sawau fil manzili, sawau fil amali, sawau fi safari. Sawa, itakuwa ni sehemu, ujirani wa nyumba ni ujirani kazini, ni ujirani safarini. Unapanda basi na wenzako, siti yako hapa na yeye hapa, mfanyie heri, kwa sababu hujui mpaka mnafika yaweza kuwa msaada akautoa katika mazingira ambayo kutarajia. Usijione wewe mbabe, usione wewe na kila kitu ndio shaka kwenye siti yako ukaona wewe ndio khalasi, huyo usimchukulie toa. Amiluhu muamalata islamiya, amiliana naye muamala wa Islam, ambao Uislamu unatoa fundisho kuishi na watu vizuri, kuamiliana na watu vizuri nyumbani, kazini na sehemu ya safari.